Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na nguvu kabisa ya upashanaji media, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika chaneli hii yetu pendwa na nguvu kabisa ya upashanaji media, ukiwa nami Uncle Tom Mpanji mpashanaji wako. Saruti sana kwa kuendelea kusubscribe na kubofia ama kubonyeza kialama cha kengele mbele ya neno subscribe, ku like na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, lakini maua yako mengi sana kwa kudondosha komenti yako kufuatia taarifa hii ya mjane. Sasa hawa mtawa amekuwa ni Sista Maria Zangu Yueni Chon, mjane na mama wa watawa wanne na kuani mmoja, alifanya nadhiri zake za kudumu kama kumbukumbu kumbu ya Agustin Mnamo Mei 13, 2025, nchini Uhispania. Kwa asili yeye ni raia wa Uchina, aligeukia Ukatoliki pamoja na watoto wake baada ya kuibuka kwa ugonjwa mbaya. Licha kukabiliwa na changamoto za awali kutokana na umri wake na kizuizi cha lugha, alivumilia na sasa amejiunga katika nyumba ya watawa. Hongera sana Sister Maria Zhang Yuen Chun. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii yetu pendwa ya upashanaji Media y kifupi U Media, kumbuka upo nami Anko Tom Mpanji, mpashanaji wako. Niendelee kukushukuru sana kwa kuwezesha upashanaji huu uweze kusonga mbele kwa kusubscribe na kubofya ama kubonyeza kialama cha kengere mbere ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, pamoja na kuacha maoni yako ama komenti yako kufuatia taarifa hii ya kuvutia sana ya Sister Maria Zhang Yuenchun, mjane wa watoto watano, yaani watao wanne na kuani mmoja. Mimi sina ziada, naitwa Tom Mpanji. Bye bye.